Waheshimiwa waandishi wa habari, waheshimiwa Tanzania wenzangu na wana mabadiliko wenzangu, kwa majina yangu naitwa Amani Eriki Kimati, niliyekuwa hapo awali mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na katibu mwenezi wa kata ya Sombetini wa CHADEMA, lakini baadaye nilienda kwenye chama cha ukombozi wa umma I mean cha umma lakini leo niko mbele yenu kuongea na ninyi watanzania wenzangu, juu ya mambo yanayohusu hatima ya taifa hili, juu ya mambo yanayohusu maisha ya watanzania kwa ujumla na haki za watanzania kwa ujumla. Nilienda Chaumma nikijua spiriti ile ile iliyokuwa Chadema niliyokuwa nayo wakati napigania wa Tanzania ntaikuta Chaumma. Nilienda Chaumma nikijua tutaendeleza movement za kudai mabadiliko ya katiba, movement za kudai reform kwenye nchi hii, lakini matokeo yake nilichokikuta kule ni tofauti na nilivyofikiria. nilifikiri Chaumma ni chama ambacho kitakuwa kinasimamia haki za Watanzania, kitakuwa kikipiga kelele Watanzania wakipotea, kitakuwa kikipiga kelele watu wakipotezwa. Lakini matokeo yake tumekuta ni chama ambacho kinafanya kazi za CCM kuliko CCM yenyewe. Yeah, yeah. kwa nini nayaongea haya yote? ili kuwepo na uchaguzi wa huru na haki, ili kuwepo na haki katika taifa hili tunahitaji utawala bora na ili tuhitaji utawala bora lazima tuwe na viongozi bora wanaokubalika na wananchi, wanaochaguliwa na wananchi, na ili wale viongozi bora wanaochaguliwa na wananchi washinde ama watangazwe, lazima kuwe na mfumo mzuri wa kiuchaguzi unaoweza kutuletea viongozi. Lakini leo unaenda Chaumma unaambiwa gombea swala la kutangazwa ni achie mimi. Hao kivipi? Akati mimi imeshazoea kazi ya upinzani, ni kazi ya kupambana na mifumo, ni kazi ya kulazimisha utangazi, kwa sababu hakuna reform zozote kwenye nchi. Kwa hiyo baada ya kuona mambo yote hayo, baada ya kuona mbilinge, bilinge sarakasi sarakasisarakasi za mikutano mikutano, tunasomba watu kwenye mabasi kama sisehemu Eh, mikutano tunavalisha watu sare bure kama CCM, mikutano tunawaonga watu pilau kama CCM. nikasema hapana, nikasema hapana, hapana kabisa. Kazi ya upinzani sio lele mama. kazi ya upinzani sio kugawa wali bure, kazi ya upinzani ni mapambano, kupambana na uovu ndani ya nchi. Baada ya kuona hayo yote, nikasema mimi Amani Eriki Kimati, Siwezi kufanya hizo siasa, siwezi kuwa kibaraka wa Chama cha Mapinduzi. Nikaamua sasa rasmi kuanzia tarehe ya leo, siku ya leo, siku ya Jumatatu, tulivu kabisa, kwa chama, kwa kuachana na chama cha Chaumma kwa sababu kinafanya kazi za serikali, chama cha mapinduzi. Kwa hiyo kuanzia leo nitangazie umma wa Tanzania mimi siyo mwanachama wa Chaumma kwanzia sasa. Pili, nimefikiria sana, nimewaza sana, siwezi kuyaaga mapambano kwa sababu mimi ni kijana, naamini katika kupambana. Siwezi kuishia ndoto zangu hapa hapa za kuzipambania taifa langu. Nimesema na nimeamua kurudi kwenye chama changu rasmi cha hapo awali cha Chadema. Kwa sababu Chadema ndo imebeba matumaini pekee ya Tanzania. Chadema ndio kwenye upinzani wa kweli. Ah, wengine ni wababaishaji babaishaji tu hao. Wewe fikiria chama kime kime kime kimeanzishwa kime, kime 2012. Tulikuwa tatu kisikiaji; mimi nilikuwa sikijuaji. Leo kinatoa wapi hela kurusha helicopter? Ukiwauliza, hao wadau, wadau ni kina nani? Hao utakiwa kuwajua, utakiwaje kuwajua? Kwa mimi nime zamiria ndani ya moyo wangu na ninaomba popote uongozi wa Chadema unaponisikia, nimeamua kurudi nyumbani, nimeamua kurudi Chadema, nimeamua kurudi kupigana na wana mapinduzi wenzangu. Kwa hiyo, siku ambayo ya muhimu sana kwenye maisha yangu ni siku ya leo, kwa sababu nimeamua kurudi kwenye mapambano ya kweli, na naomba viongozi wangu wa Chadema popote mlipo, najua ni kuondoka kwangu kulikwaza watu wengi sana, kuliumiza watu wengi sana, lakini mtoto akiunyia mkono usiukate papale. Ambapo niligafilika, nilikisema labda chama changu vibaya, nilisema labda viongozi wa Chadema vibaya, mimi naomba mnisamehe. Leo nimeamua kurudi kundini, na naomba popote viongozi wangu wa Chadema mtakaponisikia, mnipokee kijana wenu. Nipo tayari kuwa mapapano, aluta continue. Nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa jimbo wa Chauma mimi na wenzangu hapo nyuma, lakini baada ya kuona mauzauza tuli step down. Kwa hiyo mimi niseme tu hakuna uongozi Chauma Arusha, bali kuna viongozi tu wawili wa, wa mkoa ambao ni Bwana John Lema na Jacqueline Kimambo, mtu na katibu wake. Lakini wote viongozi wa jimbo tuligoma, kwa sababu kuna mambo yaliyokuwa ndani hayapo sawa, hayapo sawa kabisa. Imagine unataka kusimama kwenye mkutano uongea, unaambiwa ongea hichi usiongee hichi, sema yote, usimseme rais, ongelea tu barabara na maji. keep my word Watakuja wengi sana watakuja wengi sana. Ulishawahi kukaa mahali nafsi yako tu inakwambia wewe sio wa, wa, wa, wewe sio wa huku? Mbona hata kama matendo yako ya huku yanakusuta, wee, mbona ni wakule? Yesu alikuwa na wanafunzi wa Yesu, kina Petro alikuwa anaambiwa, wee, mbona hata kutembea kwako. Wewe mimi kuna wakati nilikuwa kwenye vikao kwenye kwenye kwenye na kuwa mbongo kwelikweli, mpaka naambiwa na baadhi ya viongozi mbona, amani yale mambo ya Chadema ndio unaleta huku? So mambo ya Chadema ni zile spirit za kiupinzani, hasa kule hazipo, hazipo kabisa. Wafikiria leo mnajiita wapinzani huku, mnakodisha matarumbeta kwenye mikutano. Erico Nyerere, i mean anashangilia, viongozi wa Chadema wakipata wakipata majanga I think kinachomtesa Yeriko ni, ni, ni, ni uchaguzi uliopita wa Chadema. Kuna watu bado hawaamini kwamba Lisu alishinda, kuna watu hawaamini bado Lisu ni mwenyekiti, na kuna watu ambao hawataki Lisu awe mwenyekiti. Binafsi mimi nilikuwa timbo Kinda kindakindaki pale Mlimani City, mimi nilikuwa naimba kuliko hata Yeriko Nyerere mwenyewe, nilikuwa naimba mapambio kwelikweli, lakini ili kujenga taasisi imara, aliyeshinda ameshinda tu brother, sawa. Kwenye kampeni kulikuwa ma, na makundi, lakini tunapotoka tumepata kiongozi tunatakiwa tutoke tukiwa wa moja. Kwa mimi Yericko Nyerere anashangilia viongozi wa Chadema wakiumizwa kwa sababu hakutamani wawe wale wa, alitamani wawe wa, wa, watu ambao walikuwa wakiwapigania, lakini yeye alikuwa anajua kabisa kuna kushinda haku, hakutambua kwamba kuna kushindwa kwao. Kinachomtesa ni maumivu tu mpaka leo. Na wakati ule umeshasema, walikuwa poti Mboya. Sababu kubwa ya watu wengi kutoka Chadema kwenda Chauma, waliaminishwa kwamba Mboya angeenda cha-ch- cha, cha, Chauma. Ilikuwa ni moja kati ya ahadi za kuwalaghai, ama kweli kulikuwa kuna mpango huo ulioshindwa katikati ya safari? Oh, kwanza hiyo kampeni ilikuwa ikipigwa kweli kwamba mzee Mboya anakuja, mzee Mboya anakuja, mzee Mboya anakuja, mzee Mboya anakuja mzee Mboye anakuja. Kwa hiyo sisi ambao pia tulikuwa timu Mboye tulikuwa tunavutiwa, mzee Mboye anakuja, mzee mzee Mboye mzee Mboye wa watu akachomoa beti <laughs> <Yeah. laughs> kwa hiyo pia hata watu wengi walienda Chauma wakiaminishwa Mboye anakuja Chauma, Mboye atakuwa mgombea urais wa Chauma, kitu ambacho hakijatokea, hakijawahi kutokea labda uko mbele tuone maajabu ya Mungu kama kitatokea, lakini betri ilichomolewa, bwana, imewakatisha tamaa pia kwa sababu wamepewa hali ya exactly, mm, uongo. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.